Mfuatiliaji wa chaneli yangu ya NEBUYE TV, yangt ee, karibu sana katika siku nyingine tena tuendelee kujifunza masuala mazima ya kilimo cha kisasa, kama jinsi unavyoona. ee, hili ni shamba hili. Lakini unaona maji, ee, maji yamejaa, maji kama hivi ni kama ee, mwezi wa kumi. Mvua bado haijaanza kunyesha lakini shamba unaona limeenea maji. Maji kama hivi. Hapa inaonyesha kabisa kwamba hapa ni mwendo wa kupiga mpunga. Leo tunajifunza namna ya kuandaa shamba la mpunga, leo tunajifunza namna ya kuandaa shamba la mpunga, kama jinsi unavyoona. Yes, <clears throat> shamba limetulia. E, shamba ona, penzi, e, shamba limetulia, shamba linapendeza kama jinsi unavyoona mpenzi mtazamaji, shamba limetulia kabisa. Hi e, kwa mtu yoyote ambaye anayojua hali e, za mpunga lazima ataelewa kwamba hapa kuna mpunga. Huu ni mwezi wa tisa, eh, wa kumi huu. Huu ni mwezi wa kumi kabisa huu. Lakini angalia maji yamejaa. Maji hapo ya kutosha. Nini maana yake? Hata kumbe kiangazi unaweza hapa ukapiga mpunga. Ba, hata kiangazi unaopiga mpunga tena vizuri kabisa. Eh, kama sisi tunavyoona mpenzi mtazamaji na mjasiriamali mwenzangu. Lakini nisiwe na mengi. Mwenye shamba, mwenye shamba, shamba hili, mwenye hili eneo. Nataka ni mmoja, mawili matatu. Nataka ni mmoja mawimi matatu, yes, kama jinsi unavyoona, na yeye wala yuko e, mbali sana <laughs> yuko kama hivi, anapiga anapigapiga kazi hapa e, yupo hapa anapambana kama jinsi unavyoona mpenzi mtazamaji. yuko live kabisa yuko live bila chenga e, kama jinsi unavyoona mtu anapambana kama hivi e, kama hivi. Kama hivi hivi unavyoona hali e, zinaandaliwa shamba linaandaliwa, lazima shamba liandaliwe kwanza kwa kulimwa hivi e, kwa kulimwa hivi lazima shamba liandaliwe. Hii ndo hatua ya pili baada ya shamba kuwa limefyekwa ikaandaliwa vizuri, takataka taka zile zikachomwa moto, na ndipo inafuata hatua nyingine kama hii, hatua ya kufanyeje, ya kulilima shamba. Labda nimewaji mawili matatu ili na yeye aweza kutueleza, aweze kutueleza mawili matatu eh, aweze kutueleza mawili matatu Ndugu e, e, yangu, naam, habari za leo? Salama. uko poa kabisa? Niko poa, amani ipo. Nakuona amani ipo. E, hapa unapambana pambana nini? E, kama hivi ambavyo unavyoona nini hapa, shamba e, linapendeza, shamba e, linapendeza, ili tupate mafanikio mazuri. Sawa kabisa, hmm. Yes. Kuharibu hivyo. Mm. Eh, e, lakini naona hii eneo maji yapo mengi, haupati shida, maji yapo mengi. Na nikiangalia huu ni mwezi wa kumi, sasa maji yapo mengi yakutosha. Labda huku kuna mvua yoyote ilikosea ikaja kunyesha ikaleta maji? Ah, haijanyesha mvua. Mm. Yaani haijanye kuna maji ya ku kuna limoto hey, namwaga maji sawa sawa. Moja kwa moja kwa kwenye Wanagawanya lina mitaro, wanagawanya likawanjia ma mitaro. Naam. Pote mbuga imeenda kwa maji. Eh. Kwa kweli mbuga hii imetulia sana. Maana naona hapa. Naam. Huku mbuga hii mbichi mbichi. Mm. Na kita ikakataa kufanyaje? Ikashindwa kulima. Ikashindwa kulima. Mm. Ndiyo maana umeniona nafika kwa mkono. Sasa. Ndiyo maana hivyo. E, hapa shughuli imepigwa, na mtu akifika hapa akiangalia vibaya anaweza akasema hii ni trekta. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> mm. Kama ukiwa unalima pole pole, yani jembe litakuwa liende chini sawa sawa, ili ule udongo mm. pate kuwa tope na mm. kutosha mpunga, sio kwamba unaupanguza pagumu eh ndio maana unaniona hivi na lima hivi. Yes, naona kabisa. Nao, nao, hali nao, nao, nao. zimechimbwa hii. Kama jinsi unavyoona mpenzi mtazamaji. Eh. Hali zimechimbwa hii, imegeuzwa hii. Hivyo. Naam. Naam. Ah, wewe umetoka wapi? Ah, mimi nilikuwa kwenye kuzungua zungua. Kwa sasa ikani nimeona ulime huu. Sawa. Sasa katika kuli, kuona. Sawa. Kwa bahati nzuri nipo tupia jicho hivi sawa. Nikakuona upo hapo unapambana pambana hivi sawa. Ikabidi nisogee ili tubadilishane mawili matatu sawa. Ili kidogo uweze kunipa e, baadhi ya ya, ya ya madini sawa, sawa. E, unataka yani kwa jinsi ambavyo nimekuona kwamba wewe ni mzoefu kwenye hiki kilimo na wito, ni mkulima mkulima wa mpunga sana sawa, kwa, kwa mm, yapo ku, ya ya hey, ya ya, ya ya kama hivi hey. Maji mengi maji mengi, yani huko hakuna haja ya kusubiria mvua <laughs> hakuna haja ya kusubiria mvua. A, mi kwa majina naitwa Daniel. Sawa. E, ni, ni, ni ni mtangazaji wa NEBUYE TV. Sawa. Kwa hiyo nataka tuielimishe jamii kuhusiana na masuala ya kilimo. Sawa. E, kilimo cha kisasa kabisa kama hivi ambavyo ninavyoona hivi, e, ndo vitu kama hivi lazima jamii iweze kujua. Sawa. E, lazima watu waweze kuelewa umuhimu wa kilimo. Sawa. Na faida za kilimo ni zipi? Naelewa kwamba mpaka wewe ukachukua ili eneo una malengo yako makubwa, ambayo unahitaji kuyafanya. Ni kweli, na pia nikikuangalia, kwanza wewe huku ni kusini. Sawa. Ila kwa jinsi ninavyokuona, wewe ni sio mtu wa kusini, hata ile nafunzi yako yani aendani <laughs> na watu wa huku kusini, yani wewe sio wa kusini. Naam.

Lakini huku hakuna haja ya kusubiri mvua. Lakini huku hakuna haja ya kusubiri mvua. Maana kuna wengine sasa hivi wanahamia ndege. Wapo. Kwa kweli ndio maana sasa hivi mm, mm, mm. Ah, li, sasa hivi umeniona nahangaika hivi no. Nimechelewa maana wenzangu, we kuna wengine wanahamia ndege sasa hivi kwa muda huu e, kwa muda huu kabisa, ina maana sio muda mrefu, anaanza kuvuna yani, wanakaribia wana kuvuna. Wewe huku ulipajiaje? Kwanza mimi seme kama elfu mbili na kumi na tano niliwahi kufika huku kuangalia mazingira ya huku, nikarudi nyumbani. Sasa mkuua wa kutoka kule umenichukulia muda mrefu. Yes, ndio maana nimeamua sasa mwaka huu kwamba nifanyeje, uje moja kwa moja, nije moja kwa moja kabisa. Eh, ah, ki kweli ah, hii nimependa. Mtu anatoka mbali hivi, ki kweli nimefurahi sana na pia hivi unataka kuniambia ili ndio eneo lako lote, au kuna sehemu nyingine tofauti na hii hiiyani ah, yani yani kule kwenye kule kuliko lima na trekta eh, eh, ah. eh. Eh, kama jinsi unavyoona mpenzi mtazamaji, <muchan> na mjasiria mali mwenzangu huko kwenye hiyo mibuyu yote. Uh, huyu mwamba ni eneo lake kama jinsi tunavyoona. Eh, kweli hawa ndio watu ambao walioamua kuwezeka kuwekeza katika nini, katika kilimo kama jinsi tunavyoona, hawa ndio watu ambao wameamua kuwekeza kwenye nini, kwenye kilimo. So watu mtu unaingia shambani halafu unaingia kwa unaingia yani kama unaenda kucheza hivi, unachukua kalobo weka au miguu kumi na mbili kwa kumi na mbili unalima mpunga. Eneo kama hili linatakiwa hata ikiwezekana eka kama ishirini... zipo eka ngapi hizi? zipo eka saba. Hao ndio watu ambao walioamua kweli, inapendeza si sana mm. san kwa hiyo unataka kuniambia mwaka ujao unataka kupiga zaidi. <coughs> Eh, nimeona sasa, sasa maji ni haya. Sasa unachezea mm. Maana kwa kiangazi unalima heka 15. Mm. wakati wa masika tayari ni kweli kabisa naachana kiangazi M. Mm. Masika m. Mm. una una sasa. Siumaliza. Ikoe eh. mm. mm. kabisa. Ni hivyo. Eh. Nimeona. Yaani nimeona. Mm. Hey. Okay, ya kabisa. M. Eh. kabisa. Eh, hapa pana eh, hey, pa, pana staili. Hapa panahitaji watu wenye nguvu wapambanaji. Sawa. Eh, hey, na kiukweli ukiwa sehemu kama hii sioni kama unaweza ukafa na njaa. Labda uzembe. Ni yeah, uzembe labda <laughs> Labda uzembe. <laughs> Uzembe. Eh, hey, labda uzembe. Maana hapa hili bonde hili mm. na kitu mingi sana na nyanya mm. Yaani vyote yani ukitaka kulima vyote vinapatikana. Yaani ni vizuri tu. Vyote vinapatikana inapatikana. Maana a usaai unastahili sana wakati wa kiangazi. Mm. Eh, maji yanakuwa machache. Mm. lakini sio yako. Sio ya kuathiri mmea. Eh. Ah, kabisa. Eh. Ah. za majani. Mm. Eh, kweli. Nimefurahi sana kukutana na wewe na pia nimeweza kujifunza vitu kadha wa kadha, so nimejisikia furaha. Eh, eh, labda nawezi nikaruhusiwa labda kuzungukazunguka kwenye eneo lako ili mm, nichukue picha kwa zunguka. Naam, pichanam nimepewa kikweli, nafurahi sana, nafurahi ni <laughs> na <hof> kweli <laughs> kabisa. Eh. Eh, kabisa kikweli, mpenzi mtazamaji na, eh. eh, na mali mm, eh, eh, mwenzangu kama jinsi unavyoona Hili ndo elimu eh. hili ndo eneo la la mtu wa Mwanza huyu e, ni mtu wa Mwanza bana kule e, Mwanza ni wapambanaji, sio poa yani. Kuhusu kilimo cha mpunga, wao ndo wanaamini e, kilimo cha mpunga kama hivi. Hilo ni eneo ambapo anapolima hapo, ni eneo ambalo trekta ilishindwa kupalima kwa sababu ya maji lakini mwamba akasema a a, isiwe shida, akaingia na mkono yeye mwenyewe kuanza kupalima kama hivi ambavyo unavyoona, huko ndo trekta ililima huko. Huko ni eneo ambalo trekta huko ililima kama hivi unavyoona, tayari maji yameshaingia, eh maji yameshaingia kabisa, haya maji ya kutosha tu ya kutosha kabisa kulimia mmea na uko sawa eh eneo lote hili. Eneo lote hili ni la huyu eh, mtu wa Mwanza huyu. E, mtu wa Mwanza kabisa huyu, Mwanza ndani huko, eh, Mwanza ndani, ametokea Mwanza mpaka huko Lindi. Eh, amekuja kulima mpunga kama hivi unavyoona, eneo kubwa kabisa hili. Eneo ni kubwa mno, kama jinsi tunavyoona, mpenzi mtazamaji na mjasiriamali mwenzangu, shamba ni kubwa, shamba ni kubwa eh, limeandaliwa kabisa kama jinsi tunavyoona udongo, eh unavyoona, yes hii ni hali za mpunga kabisa hii. Hali za mpunga hii. Angalia hali za mpunga hii. Eh, hey, shamba limetulia kama hivi unavyoona, mpenzi mtazamaji na mjasiriamali mwenzangu, hivi ndivyo linavyoandaliwa shamba la kulima nini? La kulima mpunga kama jinsi unavyoona linaandaliwa. Mm, hivi lazima lilimwe kwa trekta au kwa shembe, kwa jembe la ng'ombe yani sheri, au kwa jembe la mkono, kama mtu unaweza wa kuanza kuliandaa, labda ikiwa sehemu ambayo ina maji e, maji yakiwa yapo kidogo ya, ya, ya, ya at least ya, ya kukuwezesha we kulima, unaweza ukaanza nao mdogo mdogo, mapema kabla hata ya nini? ya nini mvua kubwa kuanza kunyesha. Unaenda nao taratibu, unaiandaa vizuri, unalichibua ya kutosha. Ukija kumaliza kulichibua hapo ndipo sasa unaanza kuandaa eneo la kumwaga mbegu la laku, kumwaga mbegu ambayo utakuja kuanza kuipandikiza baada ya ile mbegu kuwa imefanyeje? Imekomaa. baada ya ku, ya, ile mbegu imeikoa tayari kwa ajili ya kupandikizwa. eneo lote hili la mtu mmoja huyo, mwamba kutoka Mwanza, mwamba kutoka Mwanza, eneo lote hili e, mpendwa mtazamaji, kama jinsi unavyoona hii mm, ni shamba la mpunga, hili eneo ambalo limeandaliwa ili liweze kupandwa nini, liweze kupandwa mpunga. Kama jinsi ambavyo unavyoona, mpenzi mtazamaji na mjasiriamali wenzangu, ni kama hivi. Yaani hivi ndivyo watu ambavyo wanavyoandaa shamba la nini, la kulima mpunga. Ndivyo wanavyoandaa namna hii shamba la kulima nini la kulima mpunga. Hivi ndivyo shamba inavyoandaliwa, ni kama hivi ambavyo unaoiona, lazima lianze kutibuliwa. Lakini hii elewa kwamba kutibua huwa ni hatua ya pili. Hatua ya kwanza huwa ni kuliandaa eneo kwa kulisafisha, kuliondolea zile takataka. Kama kuna miti miti, inakatwa. E, ile miti ambayo inastahili kukatwa lazima ikatwe yote itolewe, na ikishakuwa imetolewa Ndipo sasa mambo mengine yanaendelea ya, ya kutafuta namna ya kwanza kulitibua. Angalia ili eneo limetibuliwa kwa muda mrefu kidogo, kama jinsi ambavyo unavyoona inaonyesha kwamba limetibuliwa kwa muda mrefu kidogo. Ndio maana e, e, paka a, e, e, alizi imeanza kujigonga yenyewe, yani upati e, shida ya kuanza kugongagonga alizi E, yale madongo makubwa makubwa kuanza kuyapunguza. Ukishakuwa umeliandaa mapema shamba, ule udongo unajipiga unaji wenyewe tu, kwa sababu kadri jinsi ambavyo jua linavyo linavyozidi kuwaka ndivyo ardhi inavyojitengeneza yenyewe ili lote shamba. Mpenzi mtakaza maji na mjasiriamali mwenzangu, hili ni shamba la mtu mmoja aliyeamua kulima aliyeamua kuwekeza katika, katika, katika katika kilimo cha mpunga Hivi ndivyo hatua ya pili ya uandaaji wa nini, wa shamba la kulima mpunga. Lazima shamba litibuliwe. Epo, achana na kilimo cha kulima tu cha kuanza kulima mpunga bila kutibua shamba. Unamkuta mwingine anaenda anaanza ku, ku, ku, kulima mpunga bila kutibua shamba lake bila kuitibua ardhi na ndio maana hata upatikanaji wake wa mazao unakuwa sio mkubwa sana, unaojitosheleza unakuwa sio mkubwa, ambao unao unaoendana na mazingira unakuwa sio mkubwa kama jinsi ambavyo inavyotakiwa. Una, unakuwa sio mkubwa wala haukizi kiwango. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji na mjasiriamali mwenzangu, a, a kilimo kama hivyo, hata kama ukija kuweka zao lako kwenye ardhi ambayo haujaitibua lazima li, li, yeah, lazima tu lisiwe sawa, lazima lisiwe sawa kabisa, kwa sababu ardhi inahitaji uweze kugeuzwa mara kwa mara. Kila unapohitaji kuilima ardhi lazima uigeuze ili iweze kutengeneza mbolea. Ili ardhi iweze kutengeneza mbolea, na hata kama ukija kuweka mmea mmea unakuwa umetulizana vizuri kabisa. Ili lote, mpenzi mtazamaji na mjasiria mali mwenzangu ni shamba la mtu mmoja heka saba. Hizi zimetulia heka saba, heka saba kabisa hizi e, heka saba kabisa hivi kama jinsi unavyoona mpenzi mtazamaji na mjasiriamali mwenzangu hizi ni heka saba. Yes. Kama jinsi unavyoona hizi ni heka saba, zimetulia kabisa, zimetulia kabisa. E, saba hizo hapo, hizo hapo, hao ndio watu ambao walioamua kuwekeza kwenye kilimo Achana na wale ambao, jinsi unavyoona mpenzi mtazamaji, kama jinsi unavyoona mpenzi mtazamaji e, na mjasiriamali mwenzangu e, a, E, hapa ndo tulipotokea. Hapa angalia eneo kama hili, eneo safi kabisa linavutia, eneo linapendeza kama hivi e, ukiliona tu lazima akili yako ianze kusoma kwenye nini? Kwenye mpunga. Lazima ianze kusoma kwenye nini? Kwenye mpunga. E, tu kisha kwa umeliona, kwa watu ambao washawahi kupitia masuala ya kilimo e, na hivi lazima shamba liweze kuandaliwa kwa namna hii kwa stahii kama hii ndivyo shamba la mpunga linavyoandaliwa kwa saini kama hii, shamba la mpunga linaandaliwa kwa saini kama hii. Eh, so tu unapuliza dawa ya kuua magugu, mwisho siku unaweka mpunga wako. Ah, mpunga uweze kukaa vizuri hata kidogo. Eh, mpunga uweze kukaa vizuri hata kidogo. Eh, uweze kukaa vizuri hata kidogo, hata kidogo, uweze kukaa vizuri eh kikweli. Ah, nimeweza kuzunguka, nimejiridhisha sawa, eh liko vizuri. E, nimejiridhisha yani e, e. Nimefurahi sana pia, nimefurahi sana kukutana e, na wewe, nahisi kuwa tutaendelea kuonana zaidi e, kuonana zaidi e, maana na mimi sasa hivi nimeamua kuweka kambi kwenye hiki kijiji. Nitakuwa nitakuwepo kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo, kwa hiyo tutaendelea, nahisi tutaendelea kuonana kwa mara kwa mara, sawa, sawa. Naam. Ha, mimi. mm, mm. Yaani nimesha no, mm, kataza maji mm, asiingieko sawasawa, maana nataka ni mwage, unaona mm. Sasa mm. lenyewe ukiliachia maji mm -hmm. nakuwa shida tena nitaona lote. Hey, ndio maana uku natembea maji hauyaoni huya, oh, huya kabisa yeah, nkiyaruhusu eh, yani yani, kukucha usiku ni maji tu yameshaenea ya kona zote. Tunaona haya hapa tu ni mengi, mm. nayaona eh, ni me, yani eh, shamba limetulia, yani ni maji ni mengi, maji ni mengi hivyo, sawa sawa, mm, me, ni mm. mm. mm. mm, eh, ni kweli huko hauna haja ya kusubiri mvua na ukitaka kama wewe unataka kusubiri mvua basi wewe ni mzembe. Wewe ni, we ni, <laughs> hey, we ni mzembe <laughs> <ni kia> <laughs> <laughs> <kwa> <laughs> namna hiyo <hiwa> kabisa <laughs> chapa kazi. Hey. Wa Magufuli hapa, ni kazi. Hapa ni kazi tu <laughs> <laughs> <laughs> Ni kweli, rais wetu hayati <hati>. ametuachia msemo ambao utaishi kwa miaka mingi

Ah, kwa kweli nimefurahi sana. Sawa. Eh, kufikia hapa ndo mwisho wa namna ya kuandaa shamba la mpunga. Sawa. Eh, namna ya kuandaa shamba la mpunga leo tulikuwa tunajifunza kuhusiana na hiyo mada. Kwa hiyo, mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wangu wa YouTube channel ya NEBUYE TV, usiache ku comment na ku like ili kuwa wa kwanza kupata video zangu. Asante sana.